Tabu hapa, tukupisho nafasi, tukupisho nafasi. Hai. Basi waombolezaji wote ambao tumefika mahali hapa, Bwana asifiwe. Ah, kwa majina mimi najulikana kama Joseph Katana na mimi ndo nasimamia ofisa Mnarani Ward ambao anaendeshwa na mheshimiwa wetu bwana Juma Chengo. Ah, nimekuja na wenzangu lakini naona muda hauko pamoja nasi, lakini nitawaacha kando kidogo. Lakini kabla sijaongea lolote nataka kujibu ule bwana Ah, mimi nimeacha shughuli zote kule na yule mheshimiwa ambaye namtaja, wewe ameingia jana na jioni, nafikiri uliweza kuona katika runinga kwamba wale walikuwa wameenda kule sehemu za Nairobi kwenda kupigania mambo ya ule ugatuzi. Lakini mimi nawauliza jamii, ikiwa mheshimiwa ameweza kunituma na nitoke kule na sehemu ile tunatoka, pia kuna mazishi na nimewacha na sahi kule Mwakuhenga pia kuna ziko na tukitoka hapa, tunaenda mimi ni vibaya kuja hapa kuja kupoleza pamoja nanyi nivvino chakuja kuomboleza hamwenganani. Mimi nataka nikwambie kitu ndugu yangu, mambo ya siasa itakuja. Naona tuna wachungaji hapa, tukae tukijua kwamba kufarijiana ni jambo muhimu, hata Mwenyezi Mungu anapenda. Na ndio hivyo, ukiona mtu ameacha shughuli zake amekujapo, pia kuwa na ubinadamu. Hii pesa hauwezi kupeleka popote, lakini ule utu wa mtu ndio muhimu zaidi, sawasawa. Kwa hivyo kijua, na kama unaona labda hujua, wachungaji hawa watakuelezea tena kuambia hiyo siku unakuja ambao sisi wenyewe tutaamua tuingie atat eni assh huuu hakuna ambaye hatui, lakini si Mwenyezi Mungu ametuacha kuishi maisha na ametuacha kufanye vile tunafanya, lakini anajua ipo siku kwamba sisi tutasimama mbele ya mbelea kiti cha hukumu si ndivyo? Kwa hivyo tuwaheshimu pia wale viongozi ambao kwa mamlakani, tuwape nafasi afanye kazi. Miaka inakuja tukiona kwamba labda wamefanya kitu ambacho hakistahili, tutaamua wenyewe, lakini sio maneno unayosema ndugu yangu. Mimi nimewacha shughuli kule na kuna sehemu naenda, kwa sababu sawa eh? Basi uombolezaji wote familia ambao umeweza kuondokewa na monda zake, nachukua nafasi hii kwa niaba ya mimi mwenyewe binafsi, Joseph Katana, pamoja na familia yetu kusema poleni kwa ajili ya msiba huu. Sisi kama binadamu leo tulikumwombea monda zake kwamba Mwenyezi Mungu aweze kumpokea kwa njia ya amani, na sote tunajua kwamba sote ni wapita njia na siku moja tutakuwa kama vile, lakini kitu cha muhimu ni kujua kwamba lazima tuwe sawa na Mungu wetu, ili wakati tutakapolala, uh, tuweze kulala kwa amani na tuende salama mikononi mwa Mwenyezi Mungu.